Kazi kubwa ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kushangiliana, tunafaa kufurahi na tunafaa kumpa shukrani tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha tukampatie Yesu sauti. Wacha tukampe Yesu shukrani. Yako pasi sauti. Kwa uzima ametupa, kwa haya ametupa, ametupa ngoma, ametupa uzima. Kwa pima Wacha tukaombe kwa ajili ya mafundisho. Asante Mungu, Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Baba, niko mbele yako, niko chini ya miguu yako, ninanyenyekea majira ya Baba. Baba nitazame, niko kwa madhabahuni pako Baba. Tazama watoto wako wameika ndani, kuna wale Baba wale hawajafika, wako njiani, wanajiandaa wakafike mahali hapa Baba. Kila mmoja kumjaze nguvu, kila mmoja kufunguliwe baba yangu katika vipindi vyote masia zitakaye simama mahali hapa Baba ukatuongoze, masia Mungu wangu. Baba naponena na watoto wako kwa ajili ya mafundisho Baba, nisinene yangu Baba. Roho wako aniongoze, roho wako anifungue na roho wako anitakase. Mungu wangu jinsi ya kunena na watoto wako, ni katika jina la Yesu Kristo niomba hata nikiamini <tipu> Mafundisho yetu ya leo, wacha tupatiane nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena, tunamba tunapokutana wawili watatu, tunaposemezana, Mungu yuko katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapokuwa katikati yetu, kuna malaika pia yuko katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Wapendwa, kitu tunazidi kuji, kujitia kuji, kuji nguvu ni kujipatia imani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama Wakristo Kristo. Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe tena. Tupende kumwambia Yesu atupe nguvu na uzima, Mungu atupe ujasiri ya kusimama katika Kristo, ya kusimama katika nyumba yake, ya kusimama hata kwa neno, ya kusimama kwa kile jambo ndani ya kanisa. Bwana Yesu wasifiwe tena. Bwana Yesu wasifiwe tena. Tunaomba tuwe hodari

Imani, umesimama na, imani yako imekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wako amekusaidia kupitia imani. Je, yule mama angebeba imani, hangaweza kupiga nuru mali pale, hangaweza kupiga mayoo, hangefaidisha shetani, majirani wangetazama kuja kutazama, hangepokea watazamaji. Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji Ushauri tofauti tofauti. Mupendo unaambiwa beba imani kama wewe. Beba imani. Unaweza kuja na mtoto ameshuka na ugonji wa ghafi. Uko naye peke yake. Uwe na imani ukijua wewe ni mwana wa Mungu. Beba imani ukijua wewe ni mtumishi. Beba imani na anza kukemea mapepo kwa jina la Yesu. Beba kwa, anza kukemea ile shetani ameingia ndani ya mtoto wako wako hata kupigania ile pepo imefanyia mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mamako ni baba babako ni ndugu yako, beba imani kama wewe. Wacha kusema mimi wangu siwezi kumwambia, beba imani hata kama mtoto wako umemzaa. Yesu anasikia, wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tena mimi, kuna siku nilipitia kisanga kigumu sana kwa mwanangu mwenyewe nimemzaa.

Bwana Yesu asifiwe. Tena hiyo maji ni mnaomba. Ni ulipwa baba ameka hiyo nilikuwa tumia misikiti ya kuswali wakati wa Ramadhani, wakati wa corona. Bwana Yesu asifiwe. Wa Wapendwa yule mtoto, nikamwambia yule mama mama Kivyeli nipe maji. Amen. Tia chumvi. Nilipe nilipewa maji, ile maji nilipewa. Yule mwanaume alikuwa na mtoto wangu, alikuwa ameshikilia kikombe ya maji. Hiyo maji ndio nilipewa. Nikamwambia tia chumvi. Nikatiwa chumbi na nikaomba na nikamaliza na nikalisha mtoto wangu. Yule mtoto akapiga nduru. Bwana Yesu asifiwe. Yule jamaa akauliza huyu ni nani? Akajua huyo ni mamake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kuuliza huyu ni nani ni nani? Masai waliita akasoma visomo ikashinda. Huyu aliyokaa ni mganga, amefanya uganga na uganga huu. Uganga ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Imefika mwisho, mpaka fuate mama mkwe wako aje atazame mwanawe wa mwisho, niende nikaone mwanangu mwisho. Maanake walijaribu mganga, walisoma kisomo ikashindana, uganga akaitwa akafanya uganga mpaka ame, amemfunika mwonyeusi, amekaa naye maji, ashasomea maji kisomo mpaka ameshindwa. Lakini Yesu alijitukuza

mtoto aliendelea kupiga nduru. Hawakuamini. Yule mdada akasema wa ni maneno imepata kichwa. Bwana Yesu wasifiwe! Wakabebana, wakaenda tena kwa ustazi, wanaenda lakini mtanaka wanaenda na nduru kweli kweli, anapiga nduru. Alipofika ustazi, akamwambia hakuna kitu nikafanya hapa. Ustazi alishindwa, maanake ajue afanye nini. Unaona, ashafunguliwa

zilianza kutembea sasa, wenyewe wakaanza kunenza ushuda, wanasema yule mama usimtazame vile unapomwona tena biashara zake. Yule mama baa elianamtumia anaombia, mtoto alikuwa amekufa, na mtoto wake akaamuka na akatupikia chai. Yesu anaweza, ana Yesu asifiwe. Mungu ni nani? Mungu ni nani?

Au kuisha. Sasa sijui kwa nini waliogopa kuja kuniambia. Baba Kibiere, Baba Kibiere anaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Baba Kibiere wako alishikwa na hiyo kitu, sijui ni kitu gani, ni mapepo gani iko kwa hiyo. Mtu huyo baba baba Kibiere huyu mwanao. Haangalishikwa na hiyo kitu sijui ni, sijuwe ana sielewi nimeshiba sifa. Kafla kafla yale sema kafla. Ilianza Ijumaa Jumamosi, simu no baba ananiambia, mama, babangu ni mgonjwa sana. Naambia babako ni mgonjwa. Na pole sasa, si ndio niamuke, nijiandae, niende huko baba kivye, na niangalie baba kivye, simu na baba ametuacha. Waliogopa maanake, walijua wakiniambia sita lala nitaenda ni kuweka faya. Nilisikia uchungu sana tena, unambua ugonjwa ya ghafla ya ghafla. Bwana Yesu asifiwe, mzetu kabisa, lakini niliona mkono wa Bwana, niliona mkono wa Bwana. Beba imani. Beba imani. Mbeba beba imani. Yeah. Usimwachilie shetani nafasi. Yeah. Wewe kama ni una imani, una imani ya kuongeza familia yako. Yeah. Wewe ni mtumishi. Yeah. Tuache roho ya kubaba hii. Jina la Yesu lina nguvu. Lina jina la Yesu lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Mimi kuna siku nishangoa mwana huyu akiwa na mimi kwa mama na kufa. Na nikabeba imani na nikaanza kumogoa ile mtoto. Nilipomwombea kuna msichana na akuja akuja kufika pala tena na kuja sija nikuja kufanya nini? Ni Muislamu. Ji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani, watu wanakuja wanataka kuchukua lakini wanaogopa kuangalia. Wengine wanafaa vitu vya macho. Wengine wanafuka sikio. Unaomba, wanaenda kwa wanaenda wana wanapandisha wana, wana wanaenda wana wana... wanachukua maudi wanajifundikiza. Wanarudi tena wanachungulia. Bwana Yesu asifiwe. Chama tamu za Daudi mwenzao hawakumsomea kisomo wakamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Niling'ang'ana na usichana wangu mpaka nikagisi ile injili imetoka. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwona amekaa Nikamaliza sasa nikaruka kwa yule sasa. Wote wataki wata, kumsomea kisomo wanamwangalia ni. Na nilipomaliza kwa nikaingia yule binti na nikamwambia ni Kristo na Mungu <tipatikyan> akamfungua na Yesu yezu. Niko siku aliwalishudia, walishudia, wakaniuliza mama, kialima, kumbe kumbe, ukiomba ukiomba ukiomba mapepo inatoka bila sijui kufanya nini bila kufanya nini ukisema tu Yesu, Yesu, Yesu, mapepo yanatoka bila kufanya chochote. Maana yake waliona tunaomba kwa jina na Yesu tunakata mapepo majina na majini yanasambaratika. Kwa Yesu asifiwe hey! Waliona ushuda, waliona ushuda wakasema, Yesu anaweza. Kwa hivyo mpendwa, beba imani. Beba imani. Hata ukisema unapigia mtumishi simu, lakini beba imani kusema napiga mtumishi simu lakini beba imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Kwanzia leo mpendwa, nakwambia beba imani tena, beba imani nzito, na kama wewe ni mtumishi au ufai kujichanganya, kujichanganya, jua wewe ni mwanajeshi, mwanajeshi anakuwa na sana, anytime unaingia vichana

Umekosa imani jia yule mtu utamwombea, atafunguliwa, atafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe! Watumishi, watumishi wa Mungu, tukaeni kiungu Kwa kwa nini nini, kwa nini, kwa nini waseme, wanaogopa tu mapasta na waombezi na waombe. Nabshakiwa watu wa Kristo, manae wanajua una jina la faya, jina la Yesu. Bali kunatajwa jina la Yesu kunatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Simubarikiwe kwa haya Simu machache.